Kila ndoto kubwa iliyofanikiwa ilianza na hatua moja kuelekea nyingine. Kila jengo zuri la kuvutia unaloliona leo basi lilianza kujengwa katika eneo la wazi. Ndoto yako inahitaji ardhi utakayopanda mbegu ya mafanikio yako. Karibu Mkalama block CC, mahali ambapo mji unakuwa kwa kasi mno na thamani ya ardhi haijawahi kurudi nyuma. Mkalama block CC ni takriban kilomita tatu tu kutoka katikati ya jiji la Dodoma, lakini ni kilomita mbili kufika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete, Treasure Square na jengo la hazina. Lakini pia ni karibu kabisa na maduka ya kisasa hapa Dodoma maarufu kama Shoppers Plaza. Hapa tuna viwanja vya ukubwa tofauti, tuna square mita 600, 1000 na 1344 na kwa wale wanaopenda viwanja vya karibu kabisa na la lami kwanza kabisa katika barabara hii mpya ya lami ifanye Mkalama iwe anaonewa kwa makazi au biashara. Kwa kutupigia tu simu na sisi Luck Real Estate, tutakupa historia mpya ya uwekezaji wako.